Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kukuletea update kuhusiana na interview ambayo ameifanya Rayvanny, amezungumza mambo mengi sana. Moja kati ya vitu ambavyo amevizungumza ambavyo vimewaacha hoi watu wengi ni kuhusiana na yeye kueleza kwamba mkewe yule, Faima, mpenzi wake, maana sio mkewe, hajamuoa ila wana mtoto mmoja anaitwa Jordan, na kinachofahamika ni kwamba Faima na Rayvanny wameshapitia changamoto nyingi sana, hususan huyu Faima amemvumilia Rayvanny kwa mambo mengi mno. Rayvanny bwana, kuna kipindi aliachana na Faima na akaingia katika mahusiano na Paula Faima akavumilia hakuwa na mahusiano na mtu mwingine, mpaka Rayvanny alipokuja kuachana na Paula akarudiana naye tena, wakaendelea kulea mtoto wao na mpaka sasa hivi wako pamoja. Sasa kitu ambacho watu wengi sana wamekuwa wakizungumza ni kwamba walikuwa na uhoji kwamba kwa nini Rayvanny hamwoi huyu Fayma, umeona? Kwa hiyo Rayvanny bwana ameulizwa hilo swali na amelijibu, akidai kwamba kwanza kabisa Fayma mwenyewe hajawahi kumwambia amuoe. Yaani Faima hajawahi kuomba ndoa kwa Rayvanny hata siku moja. Umeona bwana eh? Lakini pia Rayvanny kutokana na kwamba sio kwamba tu kwa vile Faima hajawahi kumwambia amuoe, basi hatamuoa, ni kwamba ana hiyo plan still ya kumuoa Faima. Na sababu ambayo itamfanya yeye kumuoa Faima ni kutokana na kwamba ni mvumilivu na ana heshima. Rayvanny amefunguka kuwa alianza kutaka kumuoa Faima mwaka wa kwanza kabisa baada ya kuwa kwenye mahusiano naye. Eh. Ila Faima akadai yeye bado ni mdogo na safari hii amepanga kumuoa kwa sababu Fayma eh, ni mwanamke mvumilivu na mwenye heshima sana. Umeona bwana eh? Lakini pia vile vile Rayvanny amdokeza kuhusiana na issue ya Mbosso kutoka WCB. Amependa the way ambavyo WCB walivyomwachia Mbosso kutoka eh, kwamba hawajamdai wala kuwekewa complications zozote. Lakini pia amesema kwamba hilo swala la Mbosso kutoka kutoka WCB yeye taarifa alikuwa nayo kwa sababu Mbosso pia alishawahi kwenda kuomba ushauri kwa Rayvanny. Yeah, so ukiwa kama mdau weka maoni yako hapo chini katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo utakuwa tunaiona, lakini pia vilevile hakikisha hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.